Bismillahi Rahmani Rahim Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa, ala ala wa sahabatih alkiram radiyallahu ta'ala anhum ajma'in Ndugu zangu popote pale waislamu mtakapokuwa duniani na mtakapokuwa sehemu yote mtakayofikiwa na mawimbi matangazo haya ya Alfaris Travel and Tours hapa tupo katika mji wa Madina katika mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo tarehe moja mwezi wa kwanza 2026. Hapa kushotoni kwangu kuna mlima huu unaitwa Jabalu Sala, huu mlima Sala, na juu kuna msikiti kule, na mlima unaitwa mlima Jabalu Sala kwa sababu mlima huu hauoti majani. Mlima huu hauoti majani, na akiota majani ni vijimajani vikavu kama mnavyoona juu, kuna vijimajani vikavu, ndio majani yake. Msikiti huu tangu mimi ninasoma hapa mwaka 91, 92, 93, 94, 95 mpaka naondoka mwezi wa 8 95, huu mlima ndivyo ulivyo, hauoti majani. Lakini hapa tupo wapi? Hapa unapopaona ni kuonyesha kwa mkono, mnaona hichi kijimsikiti kidogo. Katika mwaka wa tano wa hijra, mwaka wa tano wa hijra, sawa, ilitokea vita ya Ahsab makundi au Khandak, lilichimbwa handaki ambalo lilienea mji wa Madina na sababu ni kwamba mtume alipewa taarifa kwamba Makuraish na Warum wamejiunga pamoja kuja kuvamia mji wa Madina na kumuua mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akapata taarifa kutokana na vyanzo vyake vya habari vya vya vya uchunguzi, akaandaa jeshi, akatoka mjini kule, akaja hapa. Sasa hapa tupo wapi? Hapa tupo pahala ambapo unapopaona hapa ndipo pale Opposite na ile mihirab ndipo alipokaa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikaa hapa, akaomba dua Jumatatu: Mwenyezi Mungu alete nusra, washinde na Mwenyezi Mungu awaangamize makafiri. Akaomba dua Jumatatu hapa, akaomba dua Jumanne, akaomba dua Jumatano, hatimaye Mwenyezi Mungu alileta upepo mkali sana, ulikuwa unawanyanyua farasi, ngamia, wale makureshi na wale wa Rum wakawa wanapigwa kwenye ukuta na huku wanachanika kwa hiyo hapa panaitwa Masjidul Fathi. Sawa? Panaitwa Masjidul Fathi. Wanachuani wengine wanapaita ni Masjidul Ijaba. Kwa nini Masjidul Fathi? Hapa ndipo pahala ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoomba dua, ushindi ulipatikana hapa. Kwa hiyo hapa ni pahala ambapo serikali ya Saudia jazaha Allahu khairan kama mnavyoona wameweka mazingira mazuri na unavyoona hapo kuna wafanyakazi ambao special wao kazi yao ni kuangalia usafi. Hapa ndipo Mtume aliswali. Mtume hapa raka mbili aliswali, akaomba dua. Jabir ibn Abdullah ibn Hiram al-Ansari radhiyallahu anhuma anasema kana idha hasabani amru, nilipokuwa nikizidiwa mambo yani matatizo dhiki na shida zangu, alikuwa anakuja hapa, akija kuswali hapa, anaanza kuswali rakaa mbili, anaomba dua ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano anasema baada ya kuomba dua nilikuwa naona ishara Mungu amepokea dua. Kwa hiyo ni pahala ambapo inapokuwa mtu amefika hapa, ni pahala ambapo Rasulullah alisimama hapa. Na kwa nini alikaa hapa? Alikuwa anaangalia ule mwenendo mzima wa jeshi. Sasa hapa pahala ukija hii sehemu sawa, unakuja kuna hii sehemu mnaiona hapa. Hapa serikali ya Saudia jazahallahu khairan, huu ni ukuta lakini sio kwamba ni uwanja huo hapo kuna makaburi ya masahaba watano waliokufa katika vita ya Khandaq, wamezikwa hapa, radiyallahu anhum, radiyallahu anhum, radiyallahu anhum. Wamezikwa hapa, na hapa hazikwi shekhe yoyote wa nchi hii, ni masahaba tangu walipozikwa wakati wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mpaka wakati wa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiya mpaka kuendelea mpaka leo, wa hukumatu lmamlaka jazaha llahu khairan khaira ljaza wa hafdhaha min kuli makruhin min kulli, kulli kaidi lkaidin. Wamepalinda hapa pahala, katika pahala ambapo masahaba wa mtume wamezikwa hapa. Sasa hii ndio inaitwa masjidu lfathi.